Mimi nikamwandikia nikasema, sisi tutaendelea bila hizo hela, na kwa kweli tumeendelea, kuna ushahidi sina, sina muda wa kuwambia. Kwa hiyo tumeendelea na huu mdaharo wa uzalendo, tulichokubaliana misingi yake ametoa Mungu wa uzalendo, tulivyo tulivyoumbwa kwa, kwa, kwa, kwa mfano wa Mungu, haki na nini, na nini, tumejaribu kuweka kwenye vitabu vyetu hivi na tumeweka taratibu kwa hiyo tunaita itikadi itikadi itikadi. Ya CCM ni nini? Wana CCM hawajui, siku hizi hamfundishi. Ndio itikadi ya, ya, ya, ya CCM iko katika azimio iko okay. Hapo ukisoma vitabu Nyerere ameijenga mpaka kwenye azimio na kwenye azimio humu anasema ile miko. Kwa nini iliwekwa? Ilionekana kuna watu wana, wanajirundikia madaraka wanaanza kuwa tofauti na wale walioongozwa. Ulikuwa wa kawaida tu wa kijijini, sasa wewe ni katibu tarafa mara wameanza kukusanya mbuzi wa watu, mara mnaanza kugombana nao. Tuweke miko, tukaweka. Siku hizi si mnaona wanaapa, wanawapa katiba, halafu wanaapa maneno mengine mengi, wanasimama wote, eh, inaitwaje, maadili. Wakimaliza kuwapa wale wanaowapa katiba wanaiacha hapo, wanao hapa madini, wanaacha hapo, wanakwenda na vyao vyao. Madini umeacha wapi? Rushwa ni madini iem si, si. Mama amepata shida safari hii, wenye serikali ni nani? si, si, si sauti yenu ya, ya Tarime iko wapi? Juzi amesema hutuba hapo kali, kikao hapa cha, cha, cha kusema amesema vizuri a vibaya, kiko wapi yale madaraka? Naitumia si yako. Amani lazima iwe moyoni. Amani lazima watu wawe na matumaini ya maisha yao ya kesho kesho kutwa na mbele ya safari mtu aone matumaini mbele yake na wasikate tamaa. Kwa hiyo Mungu apendi ukimya unaolinda uovu batu, bali watu wake wanapaswa kusimama upande wa haki, kweli na utu wa binadamu. Na wasiosoma, tuna matabaka ya dini na sio ya dini, tuna matabaka ya walionacho na wasionacho. Whenever there is a class struggle of any kind in any country lazima kugongana kutatokea, kwanza kimawazo, kimaneno, alafu ikiwezekana, hata kwa kugusana mikono ilivyotokea pale. Ambapo matabaka yapo ya wazi na haya matabaka yamekosa namna ya kuyaharmonize, kwa vyovyote tabaka moja litainuka dhidi ya tabaka lingine kwa ajili ya maslahi yake ya mwisho. Kwa hapa tulipofika, Baba Askofu, tunakubaliana na wewe na mimi nataka kuzungumza hili kwa amani kabisa kutoka moyoni. Mimi, mimi ninaamini na naomba kuwa optimistic kwenye jambo hili, inawezekana kuirudisha nchi yetu pazuri hata zaidi ya pale ilivyokuwa. Bado inawezekana, bado nafasi ipo, isipokuwa tukikubali kwamba sisi wote nchi ni yetu na wajibu wa kuirudisha mahala pazuri na hata pazuri zaidi ni wajibu wetu. Hatuna watu wachache wenye uwezo wa kuitengeneza, na hapa ndipo tunakosea. Watu wengi wenye madaraka na nafasi, tunadhani kwamba kuna wachache wanaoweza wa kuitengeneza nchi. Nchi ni yetu wote, imechanikia mikononi mwetu, tuna uwezo wa kuitengeneza.